Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali inatarajia kuendesha mafunzo kwa mawakili wote wa serikali kutoka kwenye wizara, taasisi za serikali, mashirika ya umma, ofisi za tawala za mikoa na serikali za mitaa waliopo nchi nzima, kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Mafunzo hayo yatafanyika kuanzia tarehe mbili mpaka tarehe 4 Juni katika ukumbi wa mikutano wa AICC Arusha. Ni imani yetu kuwa katika mafunzo hayo mawakili wa serikali tutajifunza mbinu za kisasa ambazo zitapelekea sisi wanasheria wa serikali kuwa transactional lawyers, zitakazowezesha kufanya kazi kwa tija zaidi kwa kutumia teknolojia, maarifa na weledi tutakaopata, tutapata maarifa na uwezo wa ziada wa kutoa huduma za kisheria kwa weledi, uadilifu na kwa kuzingatia mabadiliko ya kisheria na ya kijamii yanayoendelea kwa kasi kujitokeza nchini, lakini pia duniani kote. Kupitia mafunzo haya, ya mawakili wa serikali watapata nafasi pekee au niseme tutapata nafasi pekee ya kujifunza kutoka kwa wataalamu wabobezi wa ndani na nje ya nchi katika sekta mbalimbali mbali, ikiwemo sheria yenyewe yaani mawanda mbalimbali mbali ya sheria, sekta ya teknolojia tehama, masuala ya uongozi na masuala mbalimbali yanayohusu e, nyanja za kisheria ya kitaifa na kimataifa. Funzo haya yataambatana na kikao cha pamoja ambapo tutakutana na wakuu wa idara na vitengo vya sheria kutoka ofisi zote za serikali ambazo nimezitaja hapo juu ili kujadiliana kwa pamoja kuhusu uendeshaji wa mashauri na madai na usuluhishi hapo nchini na kuimarisha mikakati ya kutoa huduma bora za sheria kwa niaba ya serikali na taasisi zake hapa nchini. Tumeboresha mfumo wetu katika uendeshaji wa eh, kazi zetu za kila siku hususan katika uendeshaji wa kesi. Hivyo, katika kilele cha mafunzo hayo, ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali itazindua rasmi mfumo wa management ya taarifa za mashauri, yani kwa Kiingereza inaitwa Case Management Information System, SIMS, ambao unasajili mashauri yanayopokelewa hapa ofisini kwetu utahifadhi taarifa za mashauri hayo na takwimu na aina za mashauri yanayoendeshwa kwa kipindi husika na nyaraka zote na taarifa zote muhimu za mashauri. <tune>